na, naadhabu kila sehemu na hato kufa, bali Mtume Muhammadin sa sa ali weka wazi sana akasema, ana almauta yujau bihi yauma alqiamati fi surati kabshin amlaj fayudhbah, mauti utaletwa siku ya qiama kwa picha ya kondoo itachinjwa wa ida dhubiha almaut hasla alyaqin banah la maut, ikichinjwa watakuwa yaqini kwama kuna kufa. Ndipo wataambiliwa ya ahla ljana khuludu fala maut, wanto pepuni, injoini kuleni raha, kuleni bata, kuleni bata, kukuzione uivu

sehemu nyingine kwenye Qur'ani anasema kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, kila kitu kutoka wanarejeshwa. Sehemu nyingine anasema wama hum bi kharijina minha walahum adhabun muqim, hawatoki wanaikaa humo. Amma ila qawli anasema kama takhaffifu shu adhab, wallahu kata wala yukhaffafu anhum min adhabiha, kadhalika najzi kulla kafurin, watakhaffifu adhab, ndivyo gisi tunamlipa kila kafiri.

hizi zote ni dalili za nguvu nyingi zinaonyesha kwamba watu wa motoni hakuna kutoka, ala tusalimishi. Wale ambao ni makafiri, wale kufanya shiriki, shiriki ni mbaya kweli, wallahi. Ndo mwambiaga mtu ndo umepewa mtiano wa kufanya maasi? Hapana, kukanyaga shirki usikanyagi, wallahi ala kulindi. Bora ufe shekh, kufa hivyo hivyo, na na majini yako na ugonjwa wako usikubali kupeleka kwa mganga, ni janga

motoni washirikina wengie peponi, hamna watakufa, hamna watapunguzwa adhabu hamna. Ama ile hoja yao ya kiakili kwamba Allah, ni, Allah, eh, Allah ah, ni, ni mwenye kusamehe mambo mabaya lakini hasahau mazuri. Hii kauli ina nguvu, lakini jibu lake ni hili. Kama Allah huwa ana khalifu ahadi mbaya, sio lazima ayekhalifu kwa makafiri walimuzi. Makafiri duniani Allah sana walimuzi, sheikh, mpaka Allah kuna sehemu anasema wallahi, hadithi sahihi anasema, mtume anasema hakuna anayesubiria kama Allah, wanamtukana usiku na mchana hakuna anayesubiria kusikia maudhi ya nafsi yake kama Allah. Wana mtukana usiku na mchana, makafiri usiku na mchana wanasema kama Allah amezaa na Yesu. Amemzaa Yesu. Yesu ni mwana wa Allah, amemzaa na Maryam. Allah anawaruzuku tena nawapata maisha mazuri na utajiri wanaenda mpaka sabinati thamaninati tisinati wa kabla wanaenda mpaka kama miaka mia tisa, Allah anawaacha, anawasubiria. Wewe ukisikia tu mtu alikusema wa vibaya wa wala kujisikilia wewe walikuletia, haumsemeshi. Makafiri hawa jamaa, Allah waziwazi kwenye Qurani, amewachukia makafiri wenye kuwapinga mitume, akahakikisha hawa hawezi kuwasamehe. Adhabu yake na ahadi yake kwa hawa hatasame, labda Waislam eh, ambao hawamshirikishi walifanya madhambi lakini wakafanya vingine vizuri vizuri, akawasamee kwa vile vizuri, kaingiza mifuni bila bizuri, kwa bila adhabu, bila adhabu bila, bila ya, ya kuingiza motoni bila adhabu bila hisabu. Lakini kuna wengine atawaika za motoni kiwango fulani kisha tawatoa, kwa sababu ni Waislamu wa kumfanya shirki. Lakini wale wamfanyia shirki wakakadhibisha mitume, Allah anasema kwenye Qur'ani aya nyingi: kullun kadhaba rusula fa haqqa wa'id, kila aliyemkadhibisha mtume ana hak Malaki ya ahadi yangu mbaya. Malaki si mtu ili tabia yangu njema ya kusamehe ahadi nzito kwa hawa wenye kupinga mitume sita sita wasamehe. Na katika hadithi dhaifu upokezi wake maana yake ni sahihi. Kama kisa ifasema Ibn Taymiyyah, takhallaqu bi akhlaqi la wa nadam, chukueni tabia za Mola. Kama itabia, watu wengi hatuna nayo. Unamwajia mtu unaingia mitini. Unamkubalia mtu tampa deni unaingia mitini. Mtu anakukopesha hela unamwambia utamrudishia unaingia mitini, unakwepa. Si tabia nzuri, pambana mpaka umlipe, jitume kama ukujaliwa, ugombe msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe atu, atu. Kwa hiyo Allah anasema wenye kukadhibisha mitume wangu, si yaani, ahadi yangu si wasamehe. Na kwa kadhibisha mtume ni pale penye mtume anakuambia siku ya Kiyama ipo unakata, ama ule mtu mwenye alimkubali mtume akawa muislamu lakini mtu akateleza akafanya maasi, huyo ayamkadhibisha mtume. Na sehemu nyingine, Allah akasema, in kullun illa kadhaba rusula fa haqa iqab, yeyote atakayemkadhibisha mtume ana haki ya adhabu yangu, sisamehe, sisamehe. Na kwenye Qurani ziko wazi wa Allah alipowazungumzia hawa makafiri hawa watu wabaya alisema, ha la yubadda, la yubadda, la yubadalu fi eh, lla kabla yake kasema, takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, mnagombana kwangu, mgomaangihupe hii ahadi nzito nje kwamba mtaingia motoni, ma yubadalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid. Kwa hiyo tambueni, kwamba si nitabadilisha kauli yangu ya ninyi kuingia motoni na kudumu, sibadilishi. Allah anaweka wazi kama hii tabia yake nzuri katika hawa jamaa walimfanyia shiriki, wakampinga, wakapinga mitume wengine, wakawahua wengine, wakawasema vibaya, wakawatukana. Kuna watu ak wanafikia hatua kumwita mtume wa Mungu ni fenea Allah anasema kwenye sura tu la haraf, inna lanaraka fi safah, wanaambia mtume wa Mungu Hud, tunakuona kama uko fenea. Safaha katika kifaransa ni fenea. Jifikirie wewe, shehe, mtu mmoja anakuambia wewe uko uko fenea, patakalika. Mtume wa Mungu anaitwa hivi alawana. Allah tabaraka taala kwenye sehemu nyingine ya Qur'an, akasema inna adhaba rabbika lawaqi' Hawa jamaa washirikina, hawa makafiri, adhabu yangu kabisa kwao ipo tu, ipo asikudanganye mtu. Inaendelea na ndio maana wafanya maasi wa Kiislamu sk Allah anavyosema wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, baada ya kusema madhambi akasema kwamba eh, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hatum kufana shirki akii, akasema lakini atakaekufa si hakufanya shirika ifanya mazambi yangi mwenye ntataka ntasamehe sinasikia. So, kama ile ahadi yake ile tabia ya Allah njema ataitumia kwa waumini Waislam. Sasa tujibu ile hoja yao ya mwisho ya kiakili kabisa, inatia huruma, hata mi nikuwa naijifikiria, nafikiria ndugu zangu ambao wamekufa katika wa hiyo hali, tia huruma watu wa peponi na fursa ya kwenda kuwatembelea watu motoni, wanawaona, wanarudi peponi bado. so, ungaliki na ndugu zako, ungaliki sio Islam, wallahi Pambana, wafanyie dawa, wape unacho kama hasa, huko hata maulaya watumie, waambie waingie kwa Uislamu, wabembelezi. Wallahi sio fasaha kutoa mtoto. Wana hoja yao ya kusema kwamba, ah, watu walimwasi Allah labda miaka themanini, aka, akafa kweli, ikae eh, motoni miaka maelfu na maelfu, malaki na malaki, kweli ndo

Tumeenda kwenye kaburi akalia, analia, mama yangu nimeomba kani nimtembelea nikamwomba, nimwombe dua. Tueni vya kwenu, kama baba yako yuko hai si Muislamu, mama yako yuko hai si Muislamu, babu yako, bibi yako, shangazi yako mjomba wako, baba wako mdogo, baba wako mkubwa, binamu yako, pambana. Shekh, wallahi watabakia motoni milele, ni kwa sababu uchafu wao wa shirki na ukafiri huwa hauishi. Ndio maana na Allah hato watoa motoni, kwa sababu wataendelea uchafu, ukafiri na ushirki mpaka motoni. Dobana Allah kwenye Qur'ani akasema, wala walimu Allahu fihim khayran lasma'ahum, angejua kama watu wana kheri au angewafanya wakasikia tauhid. Lakini hawana kheri, Allah anajua. Bali Allah anasema, ah, watu nikiwarudisha duniani, mimi Allah nishawaambia kwamba ni kweli, fateni tauhid acheni shirki na nishawaambia hivyo, nawaingiza motoni nikiwatkasha niki duniani wanaendelea tena na shiriki. Kwenye Qur'ani Allah amesema, walau rudu laadu lima nuhu anhu, msiwaonee huruma au hata alu. Nikiwarejesha tena watarudi kwa yale ambayo walikuwa katika shirki. Na mimi nakumbuka bibi yangu mwishoni mwishoni mwa umri wake nimemfanyia dawa, alikwambia, bibi usifi hivyo Acha kuwa mwislamu uambekiza mwisho wa umri wako. Akanaambia, miaka yote nimeishi miaka yote, leo ndio niwe muislamu? Tutaongacha, nijifie tu hivyo. Nikadondosha uchozi mbele yake, alikuwa ananipenda sana, lakini hakunisikia. Maskini, siku ya kiama Allah atafunua pazia ambazo zimekuwa kwenye macho yetu za batil, lakini pamoja na hivyo vote, Allah anahakikisha kuna makafiri fakashafna anka ghitaaka fa, fabasaruka leo hadid kuna watu tutawatolea tota pazia e, zao macho yao takuwa ni, ni, ni vyuma, wataona kila kitu, lakini wataendelea lo ukafiri wao, asmi bihim absir yawma yatumana Allah anambia mitume wake, wafikishieni, wafungueni macho. Siku yetu watakuja ni siku nzito, lakini wapi? Adhabu ya moto tk Islam, tukimalizia sio adhabu ya kumtoharisha mtu ndio inaisha, ni adhabu ya kujilipiza kisasi kwa Allah na ni adhabu ya kumvamia mtu na ni adhabu ya kumtepetesha mtu, kumtepetesha